Nilipoamka nilijikuta niko sehemu nyingine, hapa nilijikuta niko mtaloni. Aisee, nililia sana baada ya kukumbuka yale yaliyonikuta siku iliyopita. Basi nilijikongoja kutafuta msaada, nilianza kuzunguka katika baadhi ya maeneo kuomba angalau chakula. Nilizunguka sana bila mafanikio niliendelea kujikongoja huku nikiamini yuko mtu atakayenipa msaada. Katika tembea tembea zangu nilikutana na makahaba fulani hivi katika makao yao, nikawaeleza shida zangu zikawagusa, ndipo walipoamua kunisaidia. Walipika chakula, tukala kwa pamoja. Baada ya kula, niliwashukuru kisha niliwaaga, ili niweze kuondoka. Mmoja wao aliniuliza naelekea wapi. Hapo ndipo nilipomjibu, sijui wapi naenda, kifupi mimi nitatembea tu mpaka nitakapochoka, hapo hapo ndipo nitakapolala. Mimi nimeshakata tamaa kabisa ya maisha. Basi wale makahaba walinionea huruma wakanipa hifadhi kuishi pale katika makao yao. Maisha mapya yalianza hapo. Basi bwana eneo hili liibadilisha akili yangu, nami niliona bora niungane nao katika biashara yao ili niweze kuendesha maisha yangu, kwa maana wao wenyewe walisanitia mkwara wa kunifukuza endapo nitaendelea kujogoteka wao wawezi kunihudumia. Kila kitu amenipa. Yaani kila kitu anitafutie mimi kazi yangu ya kula tu. Hapana. Hawakuwa machizi kiasi hiko. Basi walianza kunifunza ukahaba ili nipate pesa ya kujikimu. Wao walikuwa wakijiuza maeneo ya karibu na ofisi za serikali. Hapa nazungumzia maeneo ya huko Dodoma, kwa maana tulisafiri yote pamoja kutoka Dar es Salaam kwenda huko Dodoma. Maeneo ambayo tulifikia ni maeneo ambayo yapo karibu kabisa na bunge. Huko ndipo wateja wao walikuwepo, viongozi wa serikali walikuwa wanatununua vilivyo. Siku ya kwanza kazini ilikuwa ngumu mno. Rafiki yangu mpya aitwa Efeti aliniunganisha kwa bosi mmoja hivi mwenye pesa zake. Basi yule bosi alinichukua hadi kwenye maeneo yaliyopangiwa na serikali njia nzima aliniongelesha mahaba. Kichwani nilikuwa na mawazo kibao, sikujua nini ambacho kinaenda kutokea kwenye maisha yangu, nitaweza kweli kazi au la? Aise, asikombe mtu, kazi ya ukahaba ina ugumu wake, kama ndo siku yako ya kwanza unaenda kuifanya huko. Tufanye mapenzi kwa kumlizia mtu, hatujali kuhusu mahusiano, sisi natujali ni pesa pekee. Huyu kiongozi wa serikali alikuwa na muonekano mbaya. Kwa kusema kweli, mwonekano ambao haukupaswa kuweza kunimiliki, ila shida nilizokuwa nazo ndizo zilinilazimu kumwonjesha asali na raza zote chama. Hatimaye tulifika tamati ya safari yetu, tajiri aliyenikaribisha ndani, tukaenda kuoga kwa pamoja. Nie nie, asikwambie mtu, hata huyo mume wangu sikuwahi kumfanyia hizi mambo, ila leo nguvu ya pesa inanilazimu kuoga pamoja. Mwanzoni nilikuwa naogopaogopa, ila nilipokumbuka hali yangu na maneno ya mafunzo kutoka kwa rafiki yangu Feti, wala sikofia chochote kile. Basi tulianza kuogeshana na huyo babu mwenye miaka takriban hamsini, mi nikuwa binti mwenye miaka thelathini na mbili tu. Babu ni msugua kwelikweli, hadi alipotakata naye nikamwachia nafasi ya kunisugua vizuri, kunisugua kimaaba, ili aridhishe nyoyo yake. Sinajua tena, anatoa pesa yake hivyo, anabidi apate burudani ya kutosha. Baada ya usafi wa mwili tulielekea kwenye meza ya e mapambo, tukajipamba tukajipaka manukato kuanza safari yetu ya mapenzi kwa utuli wenye kunukia. Baada ya maandalizi, tuliingia kwenye mchezo kamili, tukalisakata bori vilivyo kila aina ujuzi niliomaliza kwenye huo uwanja wa mapambano. Nikamwacha babu akiwa hoi, alijikuta akiropoka tu kwa kuitaka tena huduma yangu. Kiufupi, alikuwa buzi langu rasmi. Huku kwenye ukahaba huwa tunakuwa na watu wetu maalum. Ukisha kuwa kahaba konki, unakuwa na oda zako kama mfanya biashara vile <laughs> <laughs> unaweza ukacheka lakini ni vitu vya kawaida tu. Unakuwa ukijitembeza barabarani hapa, tena haupati tabu ya kujitembeza barabarani eti kutafuta wateja. Hapana, ni mambo ya simu tu, analia, mara kakupigia huyu, mara kakupigia yule. Kule ni hatari, mwanamke. Mimi nikaizoea kazi sasa, niko na wateja wangu, utanitaka wateja wenye pesa zao nikaanza kujitegemea na mimi sasa. Nikatoka pale nilipokuwa naishi awali, nikapanga mahali pengine. Nami nilianza kuzishika shika pesa. Maisha yanasonga vizuri. Pesa nilikuwa napata za kutosha. Basi nikaanza maisha hapo. Niinua kila kitu cha ndani. Yaani ukiingia ndani kwangu, hautamani hata kutoka. Kwa maana kuna vitu vinavutia. Hata huyo mtu mwenye kazi hana yani, kila kitu kilichokuwa kinahitajika ndani basi mimi nilikuwa nacho hapo ndani. Nilipokuwa naishi nilishapita na wanaume kibao, yani kiufupi nilishavuruga nyumba yote, hadi baba mwenye nyumba nishapita naye. Maswala ya kodi nafikiri ilikuwa nasumbuka, yani kamseleleko tu, natoka na baba mwenye nyumba nilipe kodi, kisa nilikuwa sina baya. Yani, yani nilishajisatiti kusambaza utamu dunia nzima. Siku zote hakuna marefu asiyokuwa na ncha. Baada ya kufanya kazi hii ya ukahaba kwa muda mrefu nilikuja kupata majanga. Upande wa pili kule kwa mke mwenzangu mambo yalikuwa supa kabisa. Maisha yake yanamuendea vizuri. Sasa ameolewa na tajiri mkubwa zaidi, huko maeneo ya Tanga. Maisha kwao yako supa kabisa. Hana tabu ya aina yoyote. Mume sahihi yuko kwenye maisha yake. Hana shaka kabisa. Anafurahia matunda ya penzi lake. Upande wa mume wangu na Sauda mambo yalishachafuka. Mume alimilikisha kila kitu Sauda kupitia nguvu za kishirikina ambazo Sauda alikuwa akiziendeleza. Madawa ya mganga alifanya kazi vizuri. Sauda alifanikiwa kukipata kila alichokuwa anakitaka. Hapo ndipo alipomfukuza mtalaka wangu, yaani ule mume alioniwa mimi awali. Uzuri wa watoto wangu alishakuwa kidogo. Hivyo waliweza kupambana na maisha. Baba yao alishindwa kuwalea. Hapo ndipo walipokuwa watoto wa mtaani. Mume hakuwa na namna, ilibidi aingie sokoni kubeba mizigo, huku akiwa amechanganyikiwa mno. Kupoteza vitu vyako sio jambo la kawaida, sio kitu rahisi ujue. Mume alishindwa kuyahimili mawazo, mwisho wa siku kichaa kilimpanda, akawa chizi kabisa. Safari yake ya maisha iliishia hapo, katika maisha yake mapya ya uchizi ndani ya jiji la Dar es Salaam hakuwa na bahati, alikutana na matatizo makubwa mno, matatizo ambayo yalimfanya aiage dunia. Masikini mume wangu alipata ajali mbaya ya gari, hapo ndipo safari ya maisha ilipotamatika. Maisha sauda ya sauda yaliendelea, ila mikosi na nuksi zilitawala. Nyumba aliyokuwa anaimiliki iliungua moto, yeye akiwemo ndani na kimada chake kipya kilichokuwa kikimliwaza kikimfariji, huku wakibugia mali pamoja. Aise, mwisho wa ubaya siku zote huwa ni aibu. Ukifanya mabaya, mwisho wako lazima uwe mbaya. Hii ndio ilikuwa inatokea kwenye maisha yetu sisi, ambao tulikuwa tumefanya mabaya. Upande wangu mambo alishajipa tayari, ugonjwa wa ajabu ulikuwa umenitawala. Nilianza kukonda hatari, nywele zilininyonyokaje akili imepagawa, magonjwa nyemelezi mara kwa mara yakinikabili mimi, kila siku ni mtu wa hospitali tu. Hapo ndipo nilipofanya uamuzi wa kufanya vipimo zaidi, ndipo niliposhauriwa nilipo nilipo, nikapima ukimwi. Basi vipimo havikuweza kuongopa, vitoa habari kuhusu kile kilichokuwa kinanikabili. Wakati napokea majibu yangu, hali ilikuwa mbaya sana, presha ilipanda kiasi cha kuzimia. Basi bwana, ilinilazimu kuanza dawa haraka. Hapa niliishi kwa tabu sana. Uzuri wote uliniisha, angali nikiwa mwanamke mwenye umri mdogo tu. Sikuwa na namna, ilinilazimu niishi kwa nguvu ya dawa tu. Hasira zikanijaa, nikaona siwezi kufa peke yangu. Kazi yangu ya ukahaba sikutaka kuiacha. Nilitumia dawa miezi kadhaa, hapo ndipo niporudisha mwili wangu ukarudi ule wa awali, ukinitazama navutia, lakini nimeshaungua tayari. Basi mji mzima nilipanga kuuangamiza. Hapa nikawa sichagui, watoto wakubwa, wazee, vijana, masikini, matajiri, mimi napita nao. Haijalishi wewe una shilingi ngapi, mimi tu muhimu tupinduke, mi sina masharti kabisa. Mwili wangu ndio kivutio kikubwa kuwanasa wanaume wenye tamaa. Mihomko ya kutamani kila mwanamke mzuri anayepita mbele yao ndiyo ilikuwa inawaponza. Kuna wanaume yani hawana hata akili. Acha tu niwaambukize. Kwa sababu akimwona mwanamke wao, oh, anatamani tu kupinduka naye. <laughs> Aise, naonea huruma lakini kuna muda lazima nipite nao. Mimi sikubali kufa peke yangu. Ukimwi lazima niwasambazie. Ni maneno ambayo nilikuwa nitamkia kila siku. Basi bwana, tabia ya wanaume hawa ndio ilikuwa inawaponza wengi. Tunaangamiza bila kujua. Nilikuwa sijali kabisa, uhuluma nilikuwa sina. Wewe ukishaelewa tu mzigo, basi mi nakupatia, sina baya. Nilipanga kuangamiza kabisa hawa wapuzi wenye tamaa ya kumtaka kila mwanamke. Dawa ndizo zilikuwa msaada mkubwa kutengeneza mwonekano wangu Ila siku zote nilikuwa nafanya haya, sio kama nilikuwa napenda, ila nililazimika tu kuweza kuyafanya kwa lengo la kujipoza machungu. Kila nikikumbuka mambo mabaya niliyokuwa nayafanya, huwa nabaki kulia tu, mara nyingi nikikaa peke yangu, maumivu mazito yananitawala hadi sasa. Sijui ni wanaume wangapi nimetembea nao, ni wengi sana, ni wengi sana nimelalana nao kati ya hao mamia tayari maisha yao yamekuwa ya tabu. Sasa wanaangaika na ARV za kutosha kupandisha angalau CD4 za mwili kupunguza madhara ya ugonjwa huu hatari wenye kutisha. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu. Baada ya muda mrefu kupita, niliona wazi kuna hali ya mabadiliko. Siku moja, niliamua kwenda msikitini angalau kumkumbuka Muumba. Siku hii kwa hakika ndio ilibadilisha maisha yangu. Baada ya swala ya Ijumaa alisimama shehe mmoja hivi, alianza kutuhusia pale kuhusu masuala ya toba. Mazungumzo yake yalikuwa yananigusa. Yalikuwa yananigusa zaidi, alikuwa akigusia mule mule kwenye historia yangu ya maisha. Kwa ufupi, katika mazungumzo yake alikuwa anazungumzia maisha halisi ya makahaba. Pia alitolea mfano mwanamke mmoja wa kitanga aliyekuwa akifanya kazi ya ukahaba. Yule Sheikh alisema ya kwamba katika safari zake za kutoa dawa yaani kutoa mafunzo ya kidini, aliwahi kukutana na huyo mwanamke akiwa katika safari hii. Alishuka stendi kuelekea eneo aliyotarajia kufika, njiani ndipo alikutana na huyo mwanamke ab basi, Sheikh alijifanya kuitaka huduma, alimchukua yule mwanamke mpaka mahali ambapo alikodi chumba kwa ajili ya kujihifadhi. Alipofika ndani kahaba alihitaji kuitoa huduma, shehe alimsimamisha hapo, ndipo alipomwomba wakae wazungumze. Basi shehe na kahaba walikaa kuzungumza. Shehe alimwoji yule kahaba sababu za yeye kuishi katika mazingira hayo. Yule mwanamke kahaba alianza kulia, shehe alimnyamazisha, kisha alimsihi amweleze anachopitia. Ile mwanamke alianza kuzungumza akimweleza shee mambo mengi ustazi wangu, mimi najiuza mwili wangu, sio kama anapenda, hapana, lakini matatizo ya maisha ndio yanifanya niwe katika hali hii. Mama yangu ni mgonjwa, anaumwa sana, mi ndiye ananitegemea. Baba yetu ametutelekeza, amehama kabisa mji, amewaza yake mke mwingine wanaponda raha tu. Kaka yangu yeye ndio hataki kabisa kuelezwa kuhusu hali ya mama yangu, ameshikwa akili na mke wake <coughs> pale nyumbani. Mi naishi na wadogo zangu wadogo ambao wanitegemea mimi katika kila kitu. Hayo ah, ndio mambo wanaonisababisha mimi kuingia katika kazi hii ili niweze kujipatia kipato kwa ufupi sana, huyu dada alisoma maelezo alale kwenye kitanda kile. Hapo ndipo alipomtazama vizuri mama wa mwanamke yule, aliona wazi anasumbuliwa na matatizo ya kichawi. She alimwombea dua na kumpa tiba. Mama alirejea katika mstari, hali yake ikawa sawa. Awali alikuwa hawezi kunyanyuka, ila baada ya siku mbili tatu toka afanywe dua na yule shehe, nafuu ilianza kuonekana. Baada ya shehe kutoa msaada, yule mwanamke kahaba alikuwa na ombi kwa shehe, alimwambia anaomba amoe. Historia ya mwanamke huyu kupitia mazungumzo ya yule shehe ilinigusa zaidi kiasi cha kutoacha hata nukta ya mazungumzo yake. Ustazi wangu, mimi naomba unioe. Nimechoka kuuza mwele wangu. She alisema alipata tabu kulijibu hilo ombi. She mkubwa mwenye imani yake, awe kahaba. Roho yake ilikuwa nzito kufanya maamuzi. Lakini alipata nguvu ya kujibu baada ya kufikiri kwa muda. Aliona wazi kupitia ndoa na mwanamke huyu ataweza kumuokoa kwenye dhambi. Alimwomba yule dada atubie juu ya madhambi yake pia. Hakutaka kusubiri, alitoa taarifa ya ndoa siku hiyo hiyo, wakaitwa mashehe na ndugu baadhi, ndoa ikapitishwa. Hapo ndipo mwanzo wa mahusiano ya kindoa kati ya kahaba na Oreshe yalianza. Mwanamke akawa mwema, akafundishwa dini, akawa mcha Mungu akawa mfano wa kuiga juu ya jamii inayomzunguka Shia. alisema ya kwamba hadi muda huu anazungumza yuko na huyo mwanamke katika maisha yake, ni mke wake na wana watoto pia. Hapa nilipata cha kufanya, nami nilianza kujikurubisha kwenye ibada kutaka toba kwa Mola Mumba, nikaacha mambo yote machafu niliyokuwa nayafanya awali, nikawa mtu safi niifuatilia masuala ya dini ila kila siku naendelea kumwomba Mungu anisamehe dhambi nilizozifanya. Nikikaa na kuzikumbuka huwa nalia sana. Ila hakuna namna mambo hayo mabaya yalishatokea. Sina namna ya kubadilisha zaidi ya kuendeleza mema, nitakuja kukuja futa mabaya. Basi ndugu yangu, historia yangu ya maisha ndiyo ilikuwa hivyo. Naamini umejifunza mengi kupitia historia ya maisha yangu. Kubwa ni kumrejea Mungu. Kwa hakika ushirikina haufai. Kama wewe bado umeushikilia hata mara moja, kama sio duniani basho, ni kesho kwenye uwanja wa hukumu. Nashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza ebwana. Huo ndo mwisho wa simulizi yetu nzuri, simulizi ya mke mwenza. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii na kujana naitwa Salki, au unaweza kuniita Mr. Storyman. Tukutane tena